Ya huduma. Simu zangu kila siku naweka silent kwa sababu simu ninazopigiwa ni nyingi sana. Ni nyingi sana. Kutoka kwa watu wanaonitafuta niwasaidie. Kwa nini? Kwa sababu mimi ninafundisha neno la Mungu na ninaendesha kipindi cha television. Kwa hiyo nimewagusa watu wengi sana. Nchi hizi zinazozunguka Afrika, Afrika Mashariki zinazotuzunguka Tanzania, kote huko nina simu ambazo zimenifikia message kwa WhatsApp. Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Zambia, Kongo, Malawi, kote huko watu wamelitafuta, watu wamelitafuta. Mpendwa, jana tulikuwa tumeishia hapo, na tulisoma neno kutoka katika kitabu kile cha Mhubiri mlango wa tatu mstari ule wa kwanza, nasema kuna wakati, kila jambo lina wakati, kila jambo lina wakati. Kwa hiyo ukipitwa hapo na ndo maana tuliambiwa kwenye Waefeso, kwa sababu hiyo msiwe wajinga. Kila jambo lina wakati, usiwe mjinga. Kila jambo lina wakati, kila jambo lina wakati. Kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna, kila jambo lina wakati. Lakini jambo lingine la tatu, niendelee hapo. Kuto kujua kuhusu majira na nyakati kumeleta hasara kubwa kwenye familia, kanisa na jamii. Kuto kujua kuhusu majira na nyakati kumeleta hasara kubwa kwenye kanisa na jamii. Kuto kujua, nimekwambia umuhimu wa kwanza, majira na nyakati zinahitaji kukombolewa. Kwa nini majira na nyakati zinahitaji kukombolewa? Jambo la kwanza nimekwambia, tutimize mapenzi ya Mungu. Na ndio maana leo mimi ni kijana, lakini maisha yangu hayajatekwa ama kutumiwa na giza kwa hila za shetani. Maisha yangu yametekwa na kutumiwa na ufalme wa Mungu kwa manufaa ya Mungu mwenyewe. Ndio maana leo ninakwambia, ninaendesha kipindi cha televisheni, ninaumia, sio masiala, natumia pesa kila siku, kila wiki kulipa ili nipeleke Injili. Lakini kuna mwenzangu mwingine anatafuta pesa, lakini pesa yake yote inaishia kwenye starehe na anasa. Tena katika mji huu night club ni nyingi kuliko maelezo Sahizi sisi tuko hapa kanisani, kuna mtu ndo anatoka night club muda huu, anatafuta pesa lakini pesa zote zinaishia kwenye anasa za dunia, lakini wengine tunatafuta hela ili tupeleke injili kuwafikia watu kwa njia ya neno la Mungu. Manake nini? Maanake ni kwa sababu kwamba ninajua, ndo maana nimekwambia kutokujua kuhusu majira na nyakati kumeleta hasara kubwa katika jamii, kanisa na familia. Kwa nini? Mfano kijana aliyesoma akasoma akafanikiwa kupata elimu. Kitendo cha kupata elimu na kupata kazi nzuri, kama akisimama kwenye misingi ya kimungu anakuwa baraka ndani ya familia, atasapoti ndugu zake, atasapoti wazee wake na wazee watamfurahia kanisa likitaka mchango wa kujenga kama hapa mnapofanya ukarabati wa jengo, atatoa mchango ndani ya kanisa. Kukiwa na michango kadhaa katika jamii atashiriki. Kwa sababu gani? Amejua kuhusu majira na nyakati. Napaswa kuwa kanisani, huu ni muda wa kanisani, napaswa kumtumikia Mungu, napaswa kufanya moja mbili tatu. Lakini mtu huyo huyo asipojua kuhusu majina na nyakati, anakuwa analeta hasara ndani ya familia. Jambo la kwanza, familia imehangaika, imemsomesha na kijana amepata kazi nzuri, lakini hana faida yoyote, ni mlevi. Mama mmoja nilikutana naye pale Moshi, kutana naye pale Moshi, tena nilikuwa tunazungumza kwa habari ya hiki kitabu, tunazungumza kwa habari ya hiki kitabu, kaa namwambia chukua hichi kitabu, kitakusaidia sasa tulipokuwa tunazungumza, ikafika wakati akabidi ya aniambia ya yanayomuumiza moyo. Ana kijana wake, ana miaka arobaini, lakini huyo kijana atoka amalize kusoma na kupata kazi, ni mbezi kuliko maelezo. Akipata pesa inaisha siku moja, ikizidi sana siku ya pili. Pata mshahara siku ya kwanza, siku ya pili pesa imeisha. Miaka arobaini ajaoa, miaka arobaini anakaa kwa mamake, baba yake ameshafariki imekuwa ni mtu ambaye akishalewa, mama anapigiwa simu, mwanao kalewa, yuko sehemu fulani kaanguka, mama, watafute vijana wakambebe kwenye toyo wamlete nyumbani. Akaniambia, mtumishi, niombee nisaidie kuniombea mimi. Nikamwambia, ni jibu ni ufalme wa Mungu, jibu ni ufalme wa Mungu, jibu ni ufalme wa Mungu. Mpendwa, kutokujua kuhusu majina na nyakati kumeleta hasara katika familia, kumeleta hasara katika kanisa, kumeleta hasara katika jamii. Kuna watu wapo tu hawana faida kanisani, hawana faida kwenye familia, wamezaraulika. Na wengine ni watu wazima, unaweza ukamwona ni mtu mzima, nafikiri utapata hekima kwake, kumbe kashakusha kuharibiwa. Wengine ni wa baba, wengine ni wa mama, kutokujua. Na ndio maana nimekuambia umuhimu wa kwanza tunapozungumza kwa habari ya kuombea majira na nyakati, umuhimu wa kwanza, nyakati zinahitaji kukombolewa. Ukiwa mzee uwe mzee wa maana mze, mze. Ukiwa baba uwe baba mwenye heshima ndani ya familia, ukiwa mama uwe mama mwenye heshima ndani ya nyumba yako. Lakini kuna watu ni wa mama, hawana nafasi yote ndani ya nyumba zao, mtoto anajua mwenyewe. Kuna watu ni wa baba, ajui chochote kuhusu watoto wake. Ndio maana ninakwambia, ukisoma kitabu cha Isaya 62 mlango wa 6. Isaya 62:6 na 7 anasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako. Isaya sitini na mbili sita na saba anasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako E Yerusalemu, hawata nyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya, wala msimwache akae kimya mpaka atakapofanya imara Yerusalemu na kufanya kuwa sifa duniani. Sasa ngoja nikupe mfano. Sasa mimi ni mwalimu ngoja nikupe mfano kaka Samali, nakuomba kaka Samali kupe mfano mzuri. Huyu kaka ni kijana, kijana kama mimi tu. Huyu ndugu, wazazi wake alipozaliwa tu wakaanza kumwombea Mungu, naomba mbariki mtoto wetu. Walipomwombea hawakuishia wa kwenye kumwombea, wakamchukua wakampeleka shule, wakamwambia mtoto wetu soma. Alipokuwa shuleni wakaendelea kumwombea akamaliza kidato cha nne akamaliza kidato cha sita, akaenda chuo kikuu, kwa sababu ana nguvu za maombi ya wazazi wake. Amemaliza chuo kikuu, amepata kazi. Baada ya kupata kazi, wazazi wamemwombea Mungu, mbariki kijana wetu apate mke sahihi. Baada ya kupata mke sahihi na yeye amekuwa baba, anaanza ile kazi walioifanya wazazi wake, kuombea kizazi chake, na yeye anaanza, anaombea watoto anaombea anaombea paka na wao wanafanikiwa. Neno linasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako hey, Yerusalemu, awata nyamaza mchana wala usiku. Ni kina nani hao? Maana yake nini? Kama wazazi wasingesimama kumwombea huyu ndugu huyu ndugu, maisha yake angeharibika, angekwama shuleni, angepitia changamoto nyingi, hatimaye angetamani kusoma na kupata elimu nzuri, lakini mambo yamekuwa magumu, ameshindwa kusoma. Anapokuja kutafuta kazi, kazi zinakuwa ni shida. Mwisho wa siku maisha yake yameharibika, na yeye anazaa watoto, anawaacha solemba kama alivyoachwa ye solemba. Hatimaye tuna idadi kubwa ya watoto wa mitaani, tuna idadi kubwa ya watoto wasiojua baba, na kwa sababu na huyu kwa sababu ya hisia zake za kimwili ya jahoa amemzalisha binti, amemtelekeza na binti naye kwa sababu ya ugumu wa maisha ametelekeza mtoto. Umeona neno linasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Ee hey, Yerusalemu. Na ndo maana ninazungumza kuto kujua kuhusu majira na nyakati kumeleta hasara. Asante sana. Kumeleta hasara kubwa ndani ya familia, ndani ya kanisa, ndani ya jamii. Leo hii maisha ya watu wengi yameharibika, lakini kwa sababu ya mtu mmoja asiyejua umuhimu wa majira na nyakati. Ndio maana ninakwambia tunapozungumza kwa habari ya umuhimu wa kuombea majira na nyakati za mwaka, inakusaidia kwa sababu maombi yatakusaidia kukomboa majira na nyakati za mwaka, hutapata hasara. Na ndio maana neno nasema limeweka walinzi juu ya kuta zako ee hey, Yerusalemu. Ukiangalia asilimia kubwa, vijana wengi wanapita kwenye mazingira magumu kwa sababu walikosa walinzi, walikosa walinzi, walikosa walinzi. Bwana Yesu asifiwe! Sisi wengine leo sio kana kwamba tunamtumikia Mungu tumekurupuka tu kwenye kumtumikia Mungu, hapana. Tumetoka kwenye familia zenye misingi ya kimungu tangu nakuwa mdogo mpaka sasa nakuwa mtu mzima. Jambo la nne: kwa nini tunakomboa majira na nyakati za mwaka? Jambo la nne, kuna mifumo ambaye imevamia imeharibu maisha ya watu. Kuna mifumo katika ulimwengu wa damu na nyama na katika ulimwengu wa roho, usipojua inaweza ikaribu maisha yako, karibu maisha yako. Miaka ya zamani, wakati ninakuwa, rafiki yangu mmoja anaitwa Ima, babake alikuwa ni mwinjilisti. Usikia, mwinjilisti <laughs> babake alikuwa mwinjilisti. Lakini leo hii maisha yake yameharibika kuliko maelezo. Anakula ganja, anakula pombe, mpaka alifika wakati akaleta shida mpaka kwenye nyumba mpaka akamfukuza mtoto wa mtumishi wa Mungu. Nini kimepelekea kijana huyu mifumo? Kuna mifumo imevamia na imeharibu maisha ya watu ngoja, nikuonyeshe neno kutoka kitabu cha Isaya 42:22. Isaya 42:22. Neno linasema Watu hawa wa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoae, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Mpendwa, kuna mifumo, kuna mifumo. Usipojua umuhimu wa kukomboa majina na nyakati za mwaka kwa njia ya maombi, kuna mifumo unaweza ukafikiri wewe wa umevuka lakini ukashangaa ikakamata watoto, ukashangaa ikakamata kizazi, ukashangaa ikakamata maisha yako. Unamtumikia Mungu lakini maisha ni magumu, vitu haviendi, wengine wanapiga hatua, we wamebaki vilevile. Kwako kwa hakuna jipya, hatuna cha kujifunza, hakuna cha kushuhudia wengine. Ndio unamtumikia Mungu lakini tukikuangalia ni sawasawa na mtu kama vile asiyemtumikia Mungu, maanake Mungu wako ajibu chochote kuna mifumo. Neno linasema watu hawa ni watu walioibiwa. Maana yake kuna mifumo inayotawala katika ulimwengu walio kuharibu maisha ya watu, kuteka. Na ndo maana unashangaa binti anaingia kwenye ndoa ama kijana anaingia kwenye ndoa, baada ya mda mfupi mke uliyempenda ama mume uliyempenda anakuja, anabadilika, anakamatwa na kimada ama binti anakamatwa na mwanaume mwengine kule kazini ama kwenye eneo la biashara, ndoa inakuja inavunjika. Nini? Mifumo, mifumo. Giza limeweka mifumo, unashangaa, unamtumikia Mungu lakini watoto wako ni changamoto. Biblia inasema watu hawa ni watu walioibiwa, maanake kila siku giza linatafuta kuwateka watu, kuwaiba, kuwaweka kwenye magereza. Usipokuwa makini, unaweza kusema unamtumikia Mungu lakini maisha yako yametekwa maisha yako yamewekwa kwenye magereza. Maisha yako yanamtumikia mtu mwingine, maisha yako yanamfanikisha mtu mwingine, kwa sababu mifumo imeharibu, mifumo imeharibu. Na ndio maana ninakwambia majira na nyakati zinahitaji kukombolewa. Hatuna namna nyingine isipokuwa kuingia kwenye, kwenye maombi. Lazima tuombe, lazima tuombe. Zaidi ya hapo, mpendo, tutakuwa tunapoteza muda, tutakuwa tunapoteza muda. Sasa nataka tuangalie umuhimu wa pili, umuhimu wa kuombea majira na nyakati za mwaka umuhimu wa pili. umuhimu wa pili tulikuwa tunaangalia kwa nini majira na nyakati zinahitaji kukombolewa, kwa nini majira na nyakati tunakombolewa. Nimeshakusha kukueleza. Sasa nataka tuangalie umuhimu wa pili, umuhimu wa pili wa kuombea majira na nyakati za mwaka utasikia utaona na kuelewa mambo ya kiroho. Cha kwanza utasikia, cha pili utaona, cha tatu utaelewa na kufahamu vizuri mambo ya kiroho. Umuhimu wa pili wa kuombea majira na nyakati za mwaka. Kumbuka, tunaangalia ujumbe unaosema umuhimu wa kuombea majira na nyakati za mwaka, na jana nilikwisha kuweka msingi vizuri. Goja, tusome neno, kitabu cha Mathayo mlango wa 26 mstari wa 38, Mathayo 26:38. Neno linasema ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Kumbuka ninakwambia umuhimu wa pili tunapozungumza kwa habari ya umuhimu wa kuombea majira na nyakati za mwaka. Umuhimu wa pili, ukiombea majira na nyakati za mwaka itakusaidia kusikia kuona na kuelewa mambo ya kiroho mpendo. Kama kuna kitu kinachotesa watu leo hii ni kusikia kuona na kuelewa na kuhakikishia, mimi nimemtumikia Mungu, hata kama nimemtumikia Mungu kwa muda mfupi, lakini nimejifunza vitu vingi sana jifunza vitu vingi sana. Idadi kubwa ya watu wanachotafuta ni kusikia. Idadi kubwa ya watu wanachotafuta ni kuona. Idadi kubwa ya watu wanachotafuta ni kuelewa. Na ndio maana leo hii sisi tunamtumikia Mungu akufundisha kufundisha neno la Mungu hatuna samani, kwa sababu mimi nakufundisha neno, neno litakupa kuona, kusikia na kuelewa. Lakini watu hawataki neno, wanataka waambiwe waonyeshwe na waelezwe. Na ndio maana leo hii watumishi wanaotumika katika nafasi ya kinabii, makanisa wamejaa watu, kwani wanaenda pale waonyeshwe, waelezwe, wasikie na wafahamu ni mambo gani yanayoendelea katika maisha yao. Na ndio maana leo hii watu wengi wamekuwa ni wahitaji wa kutabiriwa kuliko kufundishwa neno la Mungu. Leo no, hii kama unafundishwa utaonekana oh, ni mtu no wa kawaida tu. Nikikwambia gharama ninayolipa kwenye kipindi cha televisheni alafu naonekana nchi nzima na sadaka ninayoipata, hakuna kipindi ambacho nimewahi kukirusha nikaweza kupata pesa mara mbili, yaani nikapata kupata pesa iliyokamilika kile ninachokilipa pale. Mara nyingi nikipata napata elfu thelathini kipindi kimoja, elfu thelathini. Mfano kama kipindi cha juzi hiki Jumamosi na Jumapili, ndio nimepata shilingi elfu themanini alafu nalipa zaidi ya laki tano Vipindi vingine unapata kipindi kimeruka, napata elfu hamsini elfu sitini Yaani kama ni biashara, maanake napata hasara kama ningekuwa nafanya biashara. Kama ningelikuwa ni nabii, kile kipindi changu kingekuwa kinaisha na milioni mbili na milioni tatu, lakini kwa sababu nafundisha neno la Mungu watu wana muda na kukusikiliza, watu wana muda na wewe, wanataka waambiwe, wanataka wasikie. Ningekuja hapa ningesema Mungu ananishuhudia ananionyesha moja mbili tatu kwa habari yako, ungeniamini. Ama ningetaja jina lako, ungeniamini. Wala sikwambii ilete pesa kwa sababu tu nimetaja jina lako, wewe mwenyewe unaanza kuleta pesa kwangu. Mpendwa, umuhimu wa kuombea majina na nyakati za mwaka itakusaidia kusikia, kuona kuelewa mambo ya kiroho. Na ndo maana nakwambia hakuna mwombaji anayetafuta nabii amtabirie. Kweli sio kweli? Hivi kuna mwombaji anayemtafuta nabii amtabirie? Watu wote wanaoenda kwa manabii sio waombaji. Watu wote wanaotaka waambiwe maisha yao sio waombaji, hawana muda. Anakuomba ana muda nakutabiriwa umuhimu wa kuombea majira nyakati zamaa, itakusaidia kusikia. Ukianza kuwa mwombaji, utasikia utaanza kusikia, utakuja kuanza kuona na kuelewa mambo ya kiroho. Angalia neno tulilosoma linasema hivi, Yesu anawaambia wanafunzi wake, anawaambia roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Ngoja nikuambie jambo la kwanza. Jambo la kwanza, Yesu anatumia neno kesha kama hali ya kukaa macho, lakini neno kesha linavyotumika hapa, analitumia katika lugha nyingine, akiwataka wakae kwenye kuomba, wakae kwenye kuomba. Na ndio maana anawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Kwa nini Yesu anawaambia roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa? Kwa sababu kuna vitu amevisikia, kuna vitu ameviona, na kuna vitu amevielewa haviko sawasawa, vinahitaji maombi. Na ndio maana anawaambia kesheni pamoja nami. Aliporudi aliwakuta wamelala, akaondoka, akawaamsha, akaondoka. Aliporudi tena amewakuta wamelala. Mpendwa, leo hii kanisa linatafuta waombaji. Watu wengi wamelala, watu wengi hawana muda na kuomba, watu wengi hawana muda na ibada za maombi. Na ndio maana ukitangaza ibada ya maombi, wanaokuja ni wachache, wanaokuja ni wachache, wanaokuja ni wachache. Kwa nini watu hawana muda na kuomba? Lakini Yesu anawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Maanake kuna vitu wameviona. Huyu mzee hapa. Samani baba, naomba usimame. Samani. Mimi napendaga sana kufundisha kwa mifano. Huyu mzee hapa. Eti mzee, kama umeona shughuli zako zimeharibika utalala? Si utakosa usingizi? Ndio jinsi ilivyo. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu amekiona, kuna kitu amekisikia, na kwa ufahamu wake ameelewa, hapana, hii sio sawasawa, hapana, haiwezekani. Mpendwa, kama wewe ni mwombaji, kuna vitu utaona tu, kuna vitu utavisikia, na kwa sababu hiyo utasimama kwenye ulimwengu wa roho, utasema hapana, lazima nivikatae, hapana, lazima nigeuze. Biblia anasema yeye atakuwa nguvu kwao waketio, kugeuza vita malangoni. Maana kuna mtu ameona, hapana, kuna vita inataka kuingia kuharibu uzao wangu kuna vitu vinataka kuingia kuharibu ndoa yangu, kuna vitu vinataka kuingia kuharibu kazi yangu, kuna vitu vinataka kuingia kuharibu maisha yangu. Hapana, nitasimama katika zamu yangu. Maanake nini? Umesikia, umeona na umeelewa. Lakini wakati huo wanafunzi wa Yesu hawakuwa na macho ya kusikia, hawakuwa na masikio ya kusikia, hawakuwa na macho ya kuona, hawakuweza kuwa na ufahamu wa kuelewa na ndio maana kila alipokuja aliwakuta wamelala. Mpendwa, kama ujui chochote we, ni rahisi sana kulala, ni rahisi sana kulala, ni rahisi sana kulala. Kama ufahamu chochote kama uoni chochote, ni rahisi sana kulala, ni rahisi sana kuchukulia maombi kama sehemu ya kawaida tu, lakini wanaoona, wanaosikia, wanaoelewa wanajua wanachokifanya. Niko hapa kukwambia umuhimu wa kuombea majira na nyakati za mwaka kuombea majina na nyakati za mwaka itakusaidia, itakusaidia kwa sababu. Muda wangu umeisha, wakati unataka tuende tukaombe. Nataka tuende tukaombe. Tuka shika sadaka yako kesho, tutaendelea. Shika sadaka yako, shika sadaka yako kesho, tutaendelea, kesho tutaendelea. Unaweza ukaombe, shika sadaka yako na kusimama, shika sadaka yako kisha simama, kisha simama, usisahau Kitabu cha Ufalme wa Mungu, Nguvu ya Kushinda Giza, Kupata Majibu na Kufanikiwa bado kinapatikana. Ni vyema kama Mungu atakugusa unitie moyo kwa kuchukua nakala yako, moja ni shilingi elfu kumi tu kama sadaka yako, lakini kama hauna unaweza ukachukua leo kitabu hiki ukaniletea kesho, na Mungu atakubariki hata kama ni kesho kutwa, hata kama ni siku ya Alhamisi au siku ile ya Ijumaa tunapohitimisha lakini pia sio mbaya kumchukulia mtu mwingine zawadi. Chukulie tu mtu mwingine zawadi, mwambie nimekuletea zawadi ya kitabu, na Mungu atakubariki sana. Sema: Bwana Yesu, asubuhi ya leo ninasimama kinyume na kila roho za giza zilizoshika macho yangu nisione chochote, zilizofunika masikio yangu nisisikie chochote, kila roho ya giza iliyokamata fikira zangu, ufahamu wangu, maisha yangu nisielewe chochote. Leo ninatamka kwa jina la Yesu, achia ufahamu wangu, achia masikio yangu, achia macho yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Nena mbele za Mungu dakika moja, ombea ya macho yako, mwambie Mungu kuanzia leo nitaona, kuanzia leo sitakuwa kipofu, kuanzia leo sitakuwa bubu, kuanzia leo sitakuwa kinziwi, kuanzia leo sitakaa kimya. Nataka ufahamu wangu ufunguliwe, nataka macho yangu afunguliwe, nataka masikio yangu afunguliwe. Kwenye kuona nione kwenye kusikia nisikie, kwenye kuelewa nielewe, ninachokitaka nikipate, kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu tunasogea madhabahuni mwako na damu ya Yesu, na damu ya Yesu tunaombea fahamu zetu zipate kufunguliwa, tunaombea na macho yetu yapate kufunguliwa, tunaombea masikio yetu yapate kufunguliwa. Kila roho za giza zilizotukandamiza, tunazitamkia asubuhi ya leo na kuziamlisha kwa jina la Yesu, toka, atia fahamu zetu, toka achia macho yetu, toka achia masikio, toka kwenye maisha yangu, toka kwenye familia yangu, toka achia kufikiri kwangu, achia fikra zangu, achia maisha yangu, achia achia achia achia achia achia achia, toka kwenye macho, toka kwenye masikio, toka kwenye fahamu, toka achia toka achia toka achia toka achia toka achia toka achia toka achia toka achia toka achia toka achia toka achia

sitachezewa na nguvu za giza, sitakwamishwa na nguvu za giza, hata kupata msongo wa mawazo. Kwenye kila ninachokitaka nitaona mafanikio, kwenye kila ninachokionea nitaona mafanikio, katika jina la Yesu amen. Baba, katika jina la Yesu nawafunika mikononi mwako, sawa sawa na imani zao. Anayetaka kuona kuanzia leo apokee nguvu ya kuona. Anayetaka kusikia kuanzia leo apokee nguvu ya kusikia. Anayetaka kufahamu na kuelewa mambo ya kiroho kuanzia leo ninamwondosha katika kundi la wajinga. Neno linasema msiwe wajinga, maana yake, kwenye kuona tuone, kwenye kusikia tusikie Nami nawaombea sasa katika jina la Yesu, masikio yao yakafunguke, macho yao yakafunguke, fahamu zao zikafunguke kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya kuona, pokea nguvu ya kusikia, pokea nguvu ya kuelewa, pokea, pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai amen. Mungu awabariki. Karibu Baba Mwinjilisti.